Watu wengi wamekuwa wakilalamika kwamba kila wakiomba kazi, kila wakiomba ajira au kibarua chochote ambacho kinahusisha uandishi wa barua za kikazi wanakosa. Na sio kukosa tu, bali unakuta wanakosa hata ile nafasi ya kwenda kufanya interview. Barua sio tu ni maandishi, barua ni kitu ambacho kinaonyesha sifa zako bila kujua huwezi kuona kitu, lakini barua inakutambulisha wewe ni nani. Kama utakosea kuandika barua, wanaamini hata kwenye kazi utakuwa na makosa. Ama kama utakosea kufanya chochote kwenye barua ama kupangilia barua yako, wanaamini hata kwenye kazi utakuwa hauna huo mpangilio. In short, wanamaanisha kwamba wewe hauko smart, na ndio maana Hawaangaiki, hawaangaiki tena kuisoma hiyo barua yako ama hawaangaiki kusoma ombi lako kiundani zaidi. Kama umeshindwa mwanzoni tu sehemu ya barua, basi hawana haja ya kusoma CV yako. Sasa sisi kama A Online TV tumeliona hili ni tatizo, na ndio maana leo tumekuletea hatua kwa hatua namna ya kuandika barua ya kikazi bila makosa ama bila kukosea kwenye mipangilio. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika chaneli hii ya A Online TV, hakikisha una subscribe una comment, lakini pia una like na kushare, ili uendelee kuwa mwanafamilia wa A Online TV na uendelee kupata mauzui kama haya. Hatua ya kwanza kwenye uandishi wa barua za kikazi ama barua ya kuomba kazi ni anwani ya mwandishi. Anwani ya mwandishi hii ni ni anwani ambayo inamtambulisha mwandishi wa hiyo barua anatokea eneo gani, mawasiliano yake na tunampata vipi. Lakini pia kwenye hii hii anwani, chini yake kunakuwa na tarehe. Tarehe ni inaonyesha kwamba hii barua imeandikwa na mwandishi ni siku gani iliandikwa. Sasa anwani mara zote inakuwa upande wa kulia juu kabisa. Sasa anwani hii haitakiwi ikosewe, ina mpangilio wake wa tofauti kabisa, ambao unamwonyesha una mwandishi kwamba alikuwa ni professional ama alikuwa anajua anachokifanya. Cha kwanza, anwani inatakiwa kadi, unavyozidi kuandika uwe unaingia ndani kuonyesha kwamba ni, wewe ni smart, upo smart kwenye uandishi wa anwani. Kama unavyoona hapa, utaona A na A s si. A si ipo ndani s si na M, M ipo ndani M na N, N ipo ndani N na I zero, zero ipo ndani, lakini mwisho wa siku imekuja kuandikwa tarehe ndani kidogo ama pale ipo sawa, na imekuwa sambamba na ili neno Ayubu Ei, na hii na moja zimeanza kwa pamoja. Sasa faida za anwani ya mwandishi ni, ni, faida ya kwanza ni kwamba inamtambulisha mwandishi ni nani na tunampata vipi, lakini pia inasaidia kama itatokea umepata kazi, wakati wa kurudisha majibu wanakurudishia kupitia hiyo anwani ama kupitia hizo contacts ambazo uliziandika. Kama uliandika ni email, basi watarudisha kupitia email. Kama uliandika ni namba ya WhatsApp, basi watakurudishia kupitia WhatsApp. In short anwani inaonyesha ama inatambulisha eneo na namna ya kumpata mwandishi. Sehemu ya pili ni anwani ya mpokea barua Sehemu hii unayoiona imeandikwa Katibu, Ofisi ya Rais, Secretariat ya Ajira na Utumishi wa Umma. Hii ni anwani ya mtu anayekwenda kupokea ama ofisi inayokwenda kupokea. Anwani hii utofauti wake ni kwamba inaandikwa, inabanwa upande wa kushoto. Maneno yote yanabanwa ya upande wa kushoto. Kumbuka ile anwani ya mwanzo tulikuwa tunaingia, kila tukifika kwenye kipengele kingine tunaingia ndani kidogo, lakini tunaweka koma. Tunaingia ndani kidogo, tunaweka koma nayo. Hii inaandikwa kwa kuweka koma, lakini mwisho wa siku ni kwamba inabanwa upande wa kushoto. Faida za anwani hii ni kwamba kama itatokea barua itapotea, ikiwa tayari ilikuwa imeshafika eneo la la ofisi ambayo itakiwa ipokelewe, basi watairudisha eneo la hiyo ofisi, na ndio maana umeona hapa imeandikwa Chuo Kikuu cha Dodoma, utumishi, jengo la Asha Rose Migilo, Dodoma. Ina maana kama itakuwa imepotea imepotea hiyo barua itarudishwa aidha kwa mtu aliyetuma, ama aliyetumiwa, ina maana itafikishwa eneo ambalo ni salama. Sehemu hii na sehemu inayofuata ina ni sehemu ya utambulisho, lakini pia kichwa cha barua na kuunganisha kati ya kichwa na kiini cha barua ni sehemu muhimu sana, kwa sababu wengi wanasoma kwamba barua inatakiwa iwe na kichwa lakini hawaongelei kwamba kuna sehemu ya utambulisho, na pia hawaongelei kwamba kuna kuunganisha kati ya kichwa na barua. Sasa sehemu hii ndio hii unayoiona, ndugu ama mheshimiwa, ni kwamba tunatambua, mso, tunamtambua msomaji wa barua kama atakuwa ni ndugu ama atakuwa ni mheshimiwa, kwa sababu haujui, haujui ni nani unayemwandikia, utaandika ndugu ama mheshimiwa. Yahusu, hasa hii ni kichwa cha habari, yahusu ombi la kazi. Kama umeandika kwa mkono, itabidi ukipigie mstari kichwa cha habari, kuanzia hapa eneo lililoandikwa ombi la kazi ya ualimu ina maana unakipigia mstari. Sasa tunakuja kuunganisha kati ya kichwa na barua ama kiini cha barua. Sasa kufuatia tangazo lako la kazi lililotolewa tarehe husika, lenye kumbukumbu kumbu namba hiyo hapo. Sasa tunaunganisha kwa nini tumeomba kazi, ina maana kulikuwa na tangazo, ndio maana tumeomba kazi asa ndipo tunakuja lengo ama barua ama kiini cha barua. Ndio hii sehemu naiona mimi, ni mhitimu wa shahada katika chuo cha ualimu, nina uzoefu katika taaluma ya ualimu. Utataja uzo, uzoefu wako labda, umezoea umefanya kazi kiasi gani kama hivyo. Naomba kazi ya walimu kwa sababu nina sifa zote ambazo zimeainishwa kwenye tangazo. Mimi ni kijana mchapakazi, mtiifu na mwenye kupenda matokeo chanya katika kazi na kuzingatia taratibu na muda wa kazi. Sasa, hapo hii sehemu ya kiini cha barua haiandikwi tu ovyo ovyo. Hakikisha barua unavyoiandika ina ushawishi, ina mshawishi ina ushawishi, yule msomaji akupe nafasi. Kumbuka barua ndio inayokufanya upate nafasi ya kwenda ku kufanya interview ama kwenda kusoma, yani inakupa ina nafasi kumshawishi msomaji wa hiyo barua aipitie CV yako. Kwa hiyo ni muhimu sana sehemu hii ya kiini cha barua kuiandika kwa weledi mkubwa sana na ubora mkubwa lakini, mwisho wa siku, kuna sehemu hii ya mwisho ambayo ni mwisho wa kiini cha barua, lakini kuna mwisho wa barua kabisa hii sehemu iliyoandikwa na wasilisha ombi langu nikiamini litafanyiwa kazi kwa kadri ya utaratibu ulivyowekwa. Sasa hii ni mwisho wa kiini cha barua ama mwisho wa barua. Sasa mwisho wa barua kabisa hii hapa chini ni sehemu inapoanzia hapa, wako katika kazi, wako katika kazi, unaandika sahihi yako. Ukishaandika sahihi yako chini ya hiyo sahihi unaandika jina lako kamili kama ulivyoliandika kwenye anwani ya mwandishi, lakini mwisho wa siku unakuja kuandika cheo chako. Sasa kwa hapa cheo, kwa kuwa una, unatuma maombi, cheo kinatakiwa kiwe muombaji ama muomba kazi, kwa namna yoyote utakavyoandika, ila ionekane tu wewe ni muombaji kulingana na tangazo ama kulingana na barua ilivyoandikwa hapo juu. Kama utakutana na changamoto yoyote wakati wa uandishi wa barua unaweza kuandika comment hapo kwenye comment section, ni hatua gani ambayo imekusumbua ama ni hatua gani ambayo hujaielewa. Utajibiwa vizuri kabisa kwenye comment section. Lakini kwa kukumbusha, ni kwamba hakikisha una subscribe, una comment, lakini pia una like na kushare. Hii ni A Online TV. Bye